E, dada Rahma, karibu. Mmetusikia wapi? Metokea wapi? Eh, kwani mmekuja wote na Zari? Amefatana, ni ndugu? Sio ndugu, mlisoma wote? Na nyie ni marafiki, marafiki. Kwa hiyo nani alimwambia mwenzake kuhusu fursa zetu? Zarina, Zarina ndio alinane mwenz, nataka aitwe Zari <laughs> Sasa <laughs> tumwite Zari ili aanze kujisikia Zari, Zari. Yani, eh. Kwa hiyo Zari ndo alikuja kukwambia. Mm -hmm. Mm -hmm. Wakati huo ulikuwa wapi, ndio yani, kwamba ulikuwa na kazi yoyote au mlikuwa tu nyumbani? Ulikuwa tu nyumbani. Kwa hiyo na wewe sasa ulitusikiliza au ulimwamini tu? Uliamini tu maneno ya Zari moja kwa moja. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Sawa. Kwa hiyo na wewe una malengo gani, Dada Rahma? Okay, kwa ulishaanza kujifunza kusuka? Ujasomea ulikuwa unajifunzaje? Ndo unajifunzia pale kwao, ulikuwa umefikia steji gani? Una uwezo wa kusuka kama hivyo tano, As kichwa, umejifunza si no, nini? Kusokota hivyo rasta hizi, yeah. Oh, za mkono, unaona hazina dili maana... Mama, baadaye. <laughs> okay so, kusokota ndio dili, dili. Okay. Sawa, dada Rahma karibu sana. Sa, sana. Sa, sana. Sa, sana. Mm, nafikiri uh, kama mwongozo wetu ambao mmepewa ume, toka mlivyokuja si ndio, okay. Mmepokelewa vizuri mkapewa mikataba yetu, hiyo ni kwa ajili ya kutugaidi kila mtu aweze kusimama kwenye wajibu wake, we ukienda ukafanya kazi vizuri kwa bosi wako maana yake ni kwamba bosi atafurahi, sisi pia kama kituo tutafurahi kwamba tumepata wadada wanaojielewa. Umeona no, ndio lengo letu sisi. Hatutaki kufanya kazi na wadada ambao hawajajua hawa wanataka nini kwenye maisha yao, wanapita pita tu kwenye hizi kazi kama vile yani kupoteza muda. Hatutaki, nataka watu ambao ni wapambanaji. Kama nilivyowaambia mimi kwa dada wa kazi na si kuzunguka kwenye nyumba za watu, nilifanya kazi nyumba hii moja kwa miaka miwili, nikapata mtaji nikaendelea na biashara zangu kwa hiyo ninachowaambia ni wadada ndicho ninachowafundisha wadada kwamba fanya kazi kwa malengo. Changamoto zipo, utakapokuja kuanzisha biashara yako bado kuna changamoto. Sisi wenyewe hapa kudili nanye kila siku, unapokea watu sura mpya kutoka mikoa mbalimbali, sio kazi rahisi, umeelewa eh? Kwa hiyo hakuna kazi ambayo ina changamoto. We unapoenda kule labda ziwe zile changamoto zizoshindikana. Labda unakutana na bosi anakupiga au bosi anakushikashika bila ridhaa, au hizo zinaitwa zinaitwa sexual harassment au ukatili wa kingono, yaani aidha mtu amekushika au anajaribu kama kubaka, si ndio? mm -hmm. saini zile wanawake uaga tu kwitvup yaani, kama umeenda kwenye nyumba mtu anaanza kukonyeza konyeza, unaona kabisa kwamba hizi sio dalili nzuri. Kwa hiyo kama hutaki, unatoa taarifa kituoni na sisi huwa ni kitu ambacho tunakataa kwamba kama umekuja hapa kwa shughuli za kazi basi nenda kafanye kazi. Hizo shughuli nyingine za kimahusiano, si za nini, hazihusiani na mradi wetu. Kwa hiyo kama ni hizo changamoto ambazo tunasema ziko nje, hizo unaweza ukaturipotia, lakini mwisi wako anaporudi akuta nyumba yake chafu, umeenda kwenye nyumba ina watoto, watoto hawaeleweki, watoto hawajala vizuri, sijui, unaelewa, watoto wanalalamika, labda wewe unawa labda unawapichapa au unawaambia maneno mabaya. Bosi anashangaa mtoto wake alikuwa hajui kufyonza, mara ghafla mtoto anafyonza, mtoto anatukana. Hivyo ni vitu ambavyo kwa kweli bosi anaposema na akatoa taarifa, sisi tunaamini hivyo ni vitu ambavyo unaweza kujifunza na ukajiboresha. Sisemi kama ni hivyo ila natolea mfano. Simaanishi kama wewe utaenda kufanya hivyo. <laughs> Natoa tu mfano kwamba kuna zile changamoto ambazo labda za kupigwa, hizo hazivumiliki na hizo nyingine nilizosema, lakini zile tu kwamba ufanye kazi vizuri bosi aridhike, hizo ni changamoto za kawaida, kwa sababu hata sisi hapa tunajisukuma kuhakikisha kwamba tunatoa huduma nzuri, na maana ya kuwafanyia hizi coaching eh, otherwise ingekuwa hatu, hatu, hatu hatuna nia ya kuhakikisha nyinyi mnaenda kutoa huduma nzuri. Wewe ulikuwa ukifika hapa, tunampigia bosi, haya, dada nj njoo mchukue dada, si ndio? Lakini kuna training, si ndio? Hizi tunazofanya, hiyo yote ni katika kukuandaa mindset yako, ujue kwamba natakiwa kwenda kutoa kutoa huduma huduma huduma nzuri nzuri kwa mabosi tu. Kutoa huduma, kutoa huduma nzuri. Kwa hiyo kama utafanya hivyo itakusaidia sasa hivi na itakusaidia baadaye, kwa sababu hiyo ndio siri ya mafanikio yangu mimi kwamba siku zote kwenye kila kazi ninayoifanya naifanya kwa uaminifu na naifanya kwa bidii sana, kwa sababu najua na, na, na, kwamba ili Mungu anibariki lazima nifanye kazi, sio eh, lazima tufanye kazi ili tubarikiwe.